Ameongea katibu wa wa Rais, au ameongea kutoka sekretarieti ya mkoa kwamba taarifa ya fedha, huyu mtaalam wa mambo ya fedha ninamjua siku nyingi sana, taarifa ya fedha inaonyesha Ubungo tuko vizuri, tunafanya mahusiano vizuri hivyo basi, ndiyo maana ndugu wangu, leo kama alikuwa akapiga suti kubwa, kwa sababu alijua atapongezwa, maana mana yeye ndio cha ztemecobabatu. Ni pongezi za mwenyekiti wa baraza la madiwani manispaa ya Ubungo ambaye ni mstahiki meya wa manispaa hiyo Mheshimiwa Jafari Nyegesha, ambaye amepongeza kasi ya ukusanyaji mapato iliyofanyika katika kipindi cha robo ya tatu Januari hadi Machi 2024/25, ambapo miradi mbalimbali imeendelea kutekelezwa kama ilivyopangwa awali. Akiwasilisha taarifa ya kamati ya fedha na utawala kipindi cha robo ya tatu Januari hadi Machi 2024/25, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Diwani Kimani Batalingaya Nicolaus Richard amesema utawara, Sefimera, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya fedha na utawala ambaye wewe mwenyewe msemea na mwenyekiti wa kikao hiki, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya fedha ya utawala kwa kipindi cha robo ya tatu Januari hadi Machi 2025. Taarifa hii inaonyesha kwamba ziara zilifanyika na ina matani bila kitabu kitembelewa na makusanya mwezi huu wa robo ya tatu kwa maana ya Januari Machi. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Ubungo mheshimiwa Razaro Jacobo Twange amepongeza kazi nzuri ya ukusanyaji mapato na kusisitiza kuwa kazi zinaendelea vyema ambapo amewataka watumishi kuendelea kutekeleza majukumu yao ya usimamizi wa miradi mbalimbali. Ukiangalia toka mwaka elfu mbili na ishirini mpaka leo niko naangalia numbers mapato yanaongezeka na mambo mengine, maana yake mambo mengi ya kusimulia wanachi, na huko tukifika unakuta hela sipo, watu a wajaanza kufanya mradi kwa sababu ya mambo ya maana yake pesa na kazi, wataalam wafanye kazi yao, tunatembea na tunatamba, unajua na miradi ipo kwa sababu nimeallocate nyingi fedha nimetupa kazi ya kufanya, tutatembea tunakagua project, kwa sababu pesa si mambo mengine ya barabara na nini yanaenda vizuri. Tutaendelea kuwasiliana si za, kuna barabara nyingi tu, Goba kwa mama tumeenda naye na barabara, tutaendelea kusimamia Mbezi wa barabara, tutaendelea kusukumana jamani na wale wakandarasi wamalize ya kwao ya kitaalamu. Wananchi wanataka kuona wakandarasi wa kwa site. Nao madiwani wa kata za Makurumla na Goba walikuwa na haya baada ya kikao hicho. Jina langu ni Bakari Hassan Kimwanga. Ni diwani wa kata ya Makurumla halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Kubwa leo kikao chetu kimekwenda vizuri. Kilikuwa kinaangazia juu ya ya taarifa za robo ya tatu. Ni taarifa ambazo tumeziangazia kutoka kazi zilizofanywa Januari mpaka Machi ya mwaka huu. Kwa kweli kazi kubwa ambayo imefanyika na sisi kama viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo kubwa tunampongeza mkurugenzi. Hatua ya kwanza tumefanikiwa kuvuka kiwango cha makusanyo ya mapato yetu ya ndani kwa zaidi ya asilimia mia moja kwa robo hii, jambo ambalo sasa linakwenda kutupeleka kwenye utekelezaji wa kasi wa miradi ya maendeleo, na hili liko wazi. Kwa mfano kia sisi kwetu pale kata ya Makurumla tayari mkurugenzi wetu ameleta fedha kiasi cha shilingi milioni mia tatu na hamsini tunakamilisha jengo la kisasa la majengo, sio jengo, majengo mawili ya kisasa katika kituo chetu cha afya, lakini pia tumefanya ukarabati katika maeneo mbalimbali kwa shule zetu tatu zote zilizopo za msingi. Kwa mfano pale shule ya msingi Karume kuna milioni mia moja na ishirini ambayo imeletwa na imejenga madarasa matano matano sita na pamoja na kuweka na madawati yake. Kwa majina anaitwa Esther Radislaus Ndoha, diwani wa kata ya Goba kwenye manisipa yetu hii ya Ubungo. Leo tumemaliza kikao chetu cha baraza la madiwani e, robo ya tatu. Tumepokea taarifa mbalimbali kutoka kamati zetu mbalimbali tulizonazo, na taarifa za leo au kikao cha leo kimetupa taswira nzuri ya pale tunapoelekea kwenye chaguzi zetu, kwa sababu mambo yametekelezeka kwa asilimia kubwa. Miradi imetekelezwa, halmashauri imekusanya mapato kwa kiwango cha hali ya juu. Eh, kwa hivyo mambo yamekwenda vizuri sana kupitia baraza letu la leo. Kuanzia Julai 1, 2024 hadi Machi 31, 2025, halmashauri hiyo iliweza kukusanya mapato ya ndani yenye jumla ya shilingi bilioni 30 milioni 529 laki 489711 sawa na asilimia 74 ya lengo la makisio ya mwaka ya shilingi bilioni 41 milioni 367. Hadi mwezi Machi 2025, halmashauri hiyo ilichangia mapato ya ndani kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ambapo milioni 910 zilielekezwa katika ujenzi wa barabara milioni 73.2 ilielekezwa katika mfuko wa wanawake, shilingi milioni 73 ilielekezwa katika mfuko wa vijana, huku mfuko wa watu wenye ulemavu ikielekezwa jumla ya shilingi milioni 36.6. Nikiripoti kutoka halmashauri ya manispaa ya Ubungo, Dar es Salaam, Godson Mbilinyi wa Msasa Media.